Kabisa kusikika nchi nzima na pindua pindua matumizi ya bando, vijana kuperuzi kipyo kote utakavyo, kama dakika. pindua, pindua, pindua, pindua. una dakika zitumie kuperuzi unaembi unawaza kuongea. pindua, pindua, Pindua, pindua, Pindua, pindua, Pindua. kifurushi cha pindua pindua cha kupa uhuru, ni wako dakika kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua pindua pindua, pindua. pindua. Vodacom, power to you. Hujambo na karibu mtazamaji wa Global TV online kama kawaida yetu ndani yes ya Global TV, hii ni Global Colleges Bash. Leo tuko mkoa wa Pwani, hapa Kibaha. Mtazamaji Global TV, kutupata mubashari, ingia kwenye YouTube channel yetu, kisha andika neno Global TV online. Baada ya hapo, subscribe kisha utaona alama ya kengele. Yeah, umesahau kitu kimoja. Aha. Application yes. Yes, una unapr tuko hapa kwa kishindo cha Vodacom. Yeah. Vodacom power to you. Yeah. Yes, kwa kampeni ya pindua pindua. Tumekuja kuwapindua wanafunzi wa vyuo tofauti tofauti kutoka hapa pwani na sehemu mbalimbali za Tanzania. Kama kawaida. Mimi ni Catherine Kahabi nikiwa yeah. na Samson Jeremiah. Bila kumsahau director wetu. Sande na Amosi. Sande na Amosi. Yes. Love TV. Piga nyota moja nne tisa nyota sikuli moja alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom power to you Mtazamaji wa Global TV online. Well, ni ndani ya Global Colleges Bash mkoa wa Pwani. Hapa tuko na rais wa chuo cha Dar es Salaam City College, almaarufu kama Dasiko. Yeye atatoa utambulisho wa vyuo vyote ambavyo vimeshiriki bonanza hili la Global Colleges Bash. Baada ya hapo tutaanza rasmi mashindano yetu. Mambo? Poa poa. Ah, fresh. Mzima. Yeah, ni raisi wa chuo cha mwandishi wa habari na Dar es Salaam City College. Yes. Eh, vipi experience yako katika uongozi? Experience yangu katika uongozi hasa wa ngazi ya vyuo hii, mm. Ndio mara ya kwanza na kuwa. Firstly, nilikuwa mbunge, mm. Baada ya kuwa mbunge nikawa raisi, lakini tokea nyuma huko nilishekuwa kiongozi wa wa elimu namaanisha olevo wakati nasema olevo. mm -hmm. Pia shule ya msingi nilishawekwa kiongozi. Okay. Uh, unaweza ukawaambia watazamaji ni vyuo gani ambavyo vimeshiriki hapa? vyuo vilivyoko hapa ni Dar es Salaam City College ambayo a wenyeji pamoja na, Onyengi, na Royal College lakini, kuna vingine ambavyo viko njiani DSJ Rider, TSJ na vingine vingi maana nimeambiwa sijui kuna ice ngapi sijui, sita, sijui ngapi zimeenda kuwapokea hao watazamaji yeah. Tumeona, tuanze wao watatukuta njiani, lakini kumbuka bonanza hili litaisha rasmi mda wa saa kumi na moja baada ya hapo tutapumzika, kisha saa moja na nusu tutakuwa kwenye club ya Bonagi ambapo kutakuwa na fashion show, red carpet, music and everything. Mambo Anaitwa Mwanaidi Ramadhani ni waziri, City College, kwa jina, Elizabeth Charles, yeah. Ni waziri wa habari katika chuo cha Dar es Salaam City College almaarufu kama Dasico. Waziri mpaka kieleweke, wewe rudi hapa waziri. <laughs> uh -huh. <laughs> uh -huh. uh -huh. wa maendeleo na ustawi wa jamii chuo cha kwa majina naitwa Damush Jafari ni makamu wa rais katika chuo cha Royal College of Tanzania. Ah, uh, unachukua kombi gani? Social Work and Community Development. Thank you so much. <gmanas famili executor> <faxi> Na sasa katika chuo cha Dar es Salaam City College ni waziri wa afya katika chuo hicho madirisha. Yeah. Eh, babako alikuwa fundi ujenzi. Fadhili Suleiman, naweza kaniita fizo, ukinita bouncer pia hujakosea. Yeah. Nani mheshimiwa nani? Naitwa Amina Yusufu ni waziri wa eh, nizamu Dar es Salaam City College. Eh, huyu anaonekana ana nizamu. Hebu nipe na yeah. Kofia kidogo nivae, jamani. yeah. yeah. yeah, karibu twende left please. Yeah. Anaitwa nani? Consulata Evans kutoka chuo cha Royal na naibu waziri wa Ulinzi. Thank you so much. Kwa hiyo wewe mgambo umeenda? Eh, haya karibu karibu. Thank you. Kwa jina naitwa Jackson Julius Haule. Yeah. Ni mbunge na pia ni naibu spika wa bunge la Wewe. kwenye YouTube channel yetu kisha subscribe Global TV Online. Na jeuri jeuri ya Vodacom. Vodacom power to you. Tuko hapa tunapindua mambo. Ni mheshimiwa nani? Kwa jina naitwa Ndugu yake Zengo lakini Ndugu yake Zengo.

Kwa walak ukienda Pemba wewe watakugombea. Thank you so much. It's Global Colleges Bash yes. Nani Global, TV Online kwa kishindo cha Vodacom. Vodacom power to you. Wow, umebaki wewe. Tunamalizia introduction kwa kiongozi mmoja chuo, baada ya hapo tunaanza rasmi. Yes, Yule anara

Uh, umeona eh? Sasa yes. Eh, sikia eti eh, nimesikia unapenda makatheri, ni kweli? <laughs> Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima napindua pindua, pindua matumizi ya bando, vijana kuperuzi kivyootodakavyo kama una dakika zitumie kuperuzi, unaembi unawaza, kuongea kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Pindua unit. Uhuru ni wako hmm. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua yuniti zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri. Chagua pindua pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua.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 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu, ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store, na udownload bure application hii ya Global Publishers, ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.